Waziri wa Afya Jenista Mhagama amewahakikishia Watanzania kupitia serikali ya awamu ya sita kuwa upatikanaji wa dawa na vifaa tiba kwa magonjwa yote yalikuwa yanapata ufadhili kutoka mataifa ya nje, hali ni nzuri na nchi ipo salama, licha ya mabadiliko ya kisera na kimtazamo kutoka mataifa mbalimbali kuathiri sekta hiyo. Waziri Mhagama ametoa ufafanuzi huo jijini Dodoma wakati akitoa tamko la wizara hiyo katika siku ya malaria duniani. Tumeangalia tulicho nacho, tulichokiagiza, tunachotarajia kukipata, na tayari tumeshaweka mpango mkakati wa muda mfupi, wa muda wa kati, na wa muda mrefu, kuhakikisha wagonjwa, kuhakikisha bidhaa zote zinazohusiana na magonjwa hayo ambayo kwa kiasi kikubwa tuna, tuna, tuna, tunasema ilikuwa ni miradi msonge ambayo ilikuwa inapata ufadhili kutoka nje hatutakuwa na tatiza tatizo lolote, ikiwemo dawa za malaria. Kwa dawa za malaria na vitendanishi tunavyo vya kututosheleza mpaka mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita, tunavyo nchini, hatuna shida. Kwa hiyo dawa zipo na vitendanishi vyote na bidhaa nyingine zinatutosheleza mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na sita mwezi wa pili. Kwa dawa nyingine kama dawa za UKIMWI na dawa nyingine tayari tumeshachukua hatua, mpaka sasa tunao utoshelevu wa, kutu, wa, kutu, wa kutupelekea mpaka mwezi wa sita. Lakini serikali yetu ya awamu ya sita Mheshimiwa Rais, tumekwisha kupata fedha kutoka serikalini, katika mpango wetu wa muda mfupi tulishafanya tathmini ya mahitaji yetu na tayari tumekwisha kupokea bilioni tisini na tatu kutoka serikalini na tumekwisha kuagiza dawa na za magonjwa mengine yote ambayo yalikuwa yanafadhiliwa na miradi hiyo. Kwa hiyo naomba tu niwahakikishie kabisa kwenye eneo hili, muondoe shaka, tuko salama, tuko salama, tumejipanga na tunamshukuru sana mheshimiwa rais uongozi wake, lakini tunashukuru sana serikali yetu kuturuhusu kuangalia kufanya tathmini kujua mapungufu na kuchukua hatua za haraka. Kwa hiyo ninaomba wananchi watulie, watulie kabisa, hatuna upungufu, hatutapata matatizo, tunaendelea kujipanga, lakini kwa muda mrefu tutakapokuja kusoma bajeti ya wizara ya afya, pia ndani ya wizara ya afya tulichokifanya ni kuangalia zile afua ambazo zilikuwa zinatekelezwa na hizo taasisi za kimataifa hasa kazi yetu kubwa ni kuona afua ipi iunganishwe na afua ambazo zilikuwa zinatekelezwa na serikali moja kwa moja. Kama ni watumishi, tunaangalia hao watumishi. Ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma, wao wanaendelea kufanya tathmini, kuona tunafanya nini. Lakini kama ni upatikanaji labda wa hizo bidhaa tiba, kwenye bajeti tunafanya nini ili tuweze kujikimu. Ni it's like a waking call Tuamka, tuamshwe, tuanze kujipanga, tuweze kuona tunajisimamiaje na tunaweza kufanya nini. Na ninawahakikishia kabisa, Mheshimiwa Rais kila siku amekuwa akitaka kupata ripoti ya mwenendo wetu kwenye eneo hili, na tumekuwa tukiandaa ripoti hiyo na kumkabidhi kuhakikisha kwamba ni kweli tuko salama na hatutakuwa na matatizo yoyote. Kwa hiyo, yako mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kufanyiwa kazi na kama nilivyowaambia ofisi ya waziri mkuu ilipewa kazi na Mheshimiwa Rais kuturatibu sekta zote. Tumejiratibu vizuri nchini, taarifa hizo tunaendelea kuwa nazo, tunaendelea kuziboresha, lakini tunaendelea kufuatilia, na jukumu kubwa kwa sasa ni ufuatiliaji wa siku kwa siku kuhakikisha nchi iko salama, na hasa kwenye maeneo ya hizo programu ambazo tulikuwa tunafadhiliwa na mataifa. Kwa tuko salama, tumejipanga na tunamshukuru Mungu tuko salama. Eneo jingine ni kwamba usugu wa, wa dawa, wataalamu watatoa maelezo ya ziada. Ni kweli kabisa, sasa hivi tunaelekea kufanya utafiti wa kina kuhakikisha kwamba tunakuwa salama na hasa katika dawa zile ambazo zinaonyesha usugu, na tunachokifanya baada ya tafiti, tukae pamoja, tuchukue hatua, ni pamoja na hili ambalo umetuambia la chanjo ya malaria. Kwa hiyo haya yote ni mambo yanayofanywa kazi kwa pamoja. Ili kuweza kutumia chanjo yoyote hapa nchini, ni lazima tuwe tumefanya kazi ya ziada ambayo itatupelekea kufanya maamuzi ya kuanza matumizi ya chanjo hiyo, na ziko kamati zetu ambazo tuna kamati ya kitaifa ambayo inatushauri, lakini tuna wadau ambao pia wanatupa ushauri, ushauri ambao unatupelekea sasa kuanza hayo matumizi. Kwa hiyo tutakapokuwa tuko tayari tutatoa taarifa kwa umma wa Tanzania na tukitoa taarifa basi kazi itaanza, lakini tunaendelea kushirikiana na WHO, hatuachani nao, tunapokea miongozo yao, tunapokea taarifa zao, na sisi sio kisiwa. Na utekelezaji pale tutakapokuwa tayari kama nchi, tutaanza utekelezaji na tutatoa taarifa ya kuanza kwa utekelezaji, iwe ni chanjo ama jambo jingine lolote, na hasa kwenye ugonjwa wa malaria na magonjwa mengine kama vile ambavyo tumekuwa tukiwahabarisha, chanjo hii inaanza kutolewa kwa sababu hizi. Kwa hiyo tutaendelea tu kuwapa taarifa na taarifa kwa umma itapitia kupitia kwenu, vyombo vya habari. Nyewe ndio mtakaoweza kutusaidia kuhabarisha umma kwa karibu zaidi. Sambamba na hayo, Waziri Magama amesisitiza wananchi kutumia vyandarua vyenye dawa ili kujikinga na maambukizi ya malaria. Pia ametoa wito kwa mama wajawazito kuwahi clinic ili kupata huduma zote ikiwemo tiba, kinga, chandarua chenye dawa ili kujikinga na madhara ya ugonjwa wa malaria.